Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, hili si jina la mtu awaye yote, ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Juni 23, siku ya Jumatatu, mada ikisema kazi ya toba. Yona alikuwa na ujumbe wa dhahiri sana kwa watu wa Ninawi. Yona akaanza kuuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Yona sura ya tatu ya nne. Inaonekana wazi kabisa mahali hapo palikuwa hatarini. Hata hivyo, je, hilo halikuwa neno la moja kwa moja kutoka kwa nabii wa Bwana? Hata hivyo nini kiliupata Ninawi? Soma Yona sura ya tatu ya tano hadi ya kumi. Kwa nini basi unabii huo haukutimizwa? Ndiyo, mji wote ulitubu na maangamizi yaliyotabiriwa yalizuiliwa, Angalau kwa muda, maangamizi yao yalizuiliwa. Mungu wa Israeli alitukuzwa na kuheshimiwa kote katika ulimwengu wa wapagani na sheria yake iliheshimiwa sana. Ni hadi miaka mingi baadaye ndipo Ninawi ulipoanguka kuwa windo kwa mataifa yaliyowazunguka kwa sababu ya kumsahau Mungu na kwa sababu ya kiburi cha kujivuna. Ellen G. White, manabii na wafalme, gombo la kwanza ukurasa wa 186. Je, tunaweza kutarajia kitu kama hiki katika siku za mwisho kama ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu ulioanguka? Ndiyo na hapana. Yaani, kutakuwako duniani kote watu wengi wanaotii wito, tokeni kwake ni watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Ufunuo sura ya 18 aya 4. Ulimwenguni kote watu watuchukua msimamo wao na kwa kumkataa mnyama watazishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Ufunuo sura ya 14 aya 12. Watu hawa kama wale wa Ninawi wataepuka hukumu inayowaangukia waliopotea. Wakati huo huo, wakati baadhi ya unabii kama vile tangazo la Mungu kwamba Ninawi ingeangamizwa ni wa masharti ingeangamizwa ikiwa watu wasingeacha uovu wao. Tazama Yeremia 18 ya saba hadi ya kumi. Lakini unabii fulani hauji na masharti haya, unaenda kutimizwa bila kujali mwitikio wa wanadamu. Unabii wa kimasihi wa kuja kwa Kristo mara ya kwanza na mara ya pili, alama ya mnyama, kumwagwa kwa mapigo, mateso ya wakati wa mwisho huu hauna masharti Utatokea bila kujali wanadamu wanafanya nini. Kile wanachofanya wanadamu na chaguzi wanazofanya vitaamua badala yake ni upande gani watakuwa wakati matukio haya ya mwisho yaliyotabiriwa na manabii yanapotokea. Ni maamuzi gani unayofanya sasa yanayoweza kukusaidia kuamua ni chaguzi zipi utafanya wakati suala la kumwabudu Mungu au sanamu litakapotokea ulimwenguni. Kumbuka, hii ni Juni 23, siku ya Jumatatu, maada ikisema kazi ya toba. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya Jumatatu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.